Yes, baada ya kushuhudia kichapo kikubwa zaidi kwa Wekundu wa Msimbazi Simba katika kampeni ya msimu huu wa ligi kuu ya NBC, kichapo cha mabao sita kwa sifuri ambacho walikipata dhidi ya Dodoma Jiji katika uwanja wa KMC Complex, na Jean Chale Ahoua uh, alifanikiwa kufunga mabao mawili, akawa alitafuta la mwisho la hat-trick, lakini lilikuwa ngumu kupatikana. Alipofunga bao la pili mashabiki walisikika wakiimba kwa nguvu MVP, MVP. Yes, hapana shaka wote tunafahamu kwamba Jean Charles Aouha msimu jana akiwa katika ligi kuu ya Ivory Coast alishinda tuzo ya nyota wa msimu au MVP, Most Valuable Player, katika ligi hiyo ya Afrika Magharibi huko kwenye taifa la Ivory Coast. Sasa basi kwenye kiwango ambacho alikionyesha msimu ule kule aa, msimu huu katika ligi kuu ya NBC ni kama amekopi na kupesti. Tunaona performance bora amekuwa akiendeleza. Wakati huu bado kuna mechi nyingine zinafuata hapo mbele. Kumbuka kwamba Simba wamecheza raundi ya ishirini na mbili, maana yake kuna michezo minane ambayo imesalia, lakini kwenye timu nyingine mbalimbali mbali, kuna timu zimebakisha michezo saba, alkadhalika zipo katika Uh, ligi kuu ya NBC na suala la kuwa mchezaji bora ama MVP wa, wa, wa ligi uh, inategemea na performance ambayo uh, mchezaji ameionyesha, ingawaje kwa asilimia kubwa kabisa inakuwa MVP anatokeaga katika klabu ambayo imebeba ubingwa wa ligi kwa msimu huo. Uh, sometimes anaweza akawa golikipa, anaweza akawa beki, anaweza akawa kiungo anaweza kawa uh, mshambuliaji wa mwisho kwa maana ya, ya, ya striker pale kwenye nambari tisa. Hivyo basi uh, Jean Chalet Aouha huyu ni MVP wa msimu uliopita ligi kuu ya Ivory Coast, na ndio maana tunatumia kumwita Mr MVP kama ambavyo ma MVP wengine wanaitwa, kwa maana Mr MVP ni yule ambaye anashikilia huo u MVP. Kwa hiyo kwa mazingira mengine, maana yake hata Stefan aziziki kwa upande wa young Africans naye ni Mr. MVP kwa sababu anashikilia hicho uh, kiti cha kuwa MVP. Ikumbukwe uh, Jean Charles Ahoua ndo msimu wake wa kwanza ndani ya ligi kuu ya NBC na tayari ameshaanza kuonyesha makali. Sasa tukienda kuangalia uh, takwimu zake na kiwango ambacho anakionyesha kwenye ligi hii ya Tanzania Bara, Ahoua nitaandika kwa Kiswahili Jean Charles Ahoua Msimu uliopita akiwa kwenye kikosi cha Stella Abijan. Stella Abijan. Abijan alikuwa most valuable player, mchezaji bora wa ligi hiyo ya Ivory Coast akiwa amefunga mabao 12. 12 goals na akisaidia au akiasisti mara tisa. Yes, maana yake ni kwamba goals involvement jumla zinakuwa ishirini na moja. Huu ni msimu ambao alishinda tuzo ya MVP kwenye kikosi cha Stella. Ikumbukwe, Jean Charles Ahoua ah uh, kabla ya Stella huko alikotoka, kwa maana ya Sewe Sport, alikuwa anacheza kama winga. Alipofika Stella, ambako alicheza kwa misimu miwili, msimu wake wa kwanza alicheza kama winga na akafunga magoli sita. Msimu wake wa pili akabadilishwa majukumu baada ya kufunga yale mabao sita, ikaonekana na uwezo wa kufunga huyo mtu, kwa hiyo akamsogeza katikati kucheza kama nambari kumi na ligi anavyoimaliza raundi ya mwisho, raundi za mwisho zile za ligi, walikuwa anamtumia kama namba tisa pase, na kufikisha mabao kumi na mbili akitoa assist mara tisa. Jumla amehusika kwenye mabao ishirini na moja hii ni direct involvement. Ni involvement au kuhusika kuwa moja kwa moja katika upatikanaji wa mabao. Sasa achana na zile utengenezaji wa nafasi na kadhalika. Ndani ya msimu huu wa ligi kuu ya NBC akiwa na kikosi cha Simba mara hii. Akiwa na kikosi cha Simba katika raundi ishirini uh, na mbili tayari ameshaifikia rekodi yake ya msimu uliopita ambao ulimfanya shinde tuzo ya MVP kwa maana ya kufunga mabao kumi na mbili s yes, amefunga mabao kumi na mbili ambayo aliyafunga huko nyuma. Leo akifunga magoli yote mawili out of set pieces zimezoeleka. Uh, mara nyingi amekuwa akifunga mabao ya mikwaja penalty, au free kick or whatever, lakini moja kwa moja amekwenda kufunga mabao kwenye open play, mabao kumi na mbili kwenye assist, anadaiwa anadaiwa ngapi msimu huu mpaka sasa? Ametoa asisti saba. Uh, aliingia kwenye hii mechi akiwa na asisti sita, lakini bao la Kip Dennis la pili limemfanya kutimiza jumla ya asisti saba. Tafsiri yake ni kwamba anakuwa amehusika uh, katika mabao kumi na tisa amehusika katika mabao kumi na tisa moja kwa moja kwa maana ya kufunga na kuasisti. Mabao kumi na tisa, tafsiri yake, anadaiwa mabao mawili kutoka performance aliyoonyesha msimu jana akiwa Ivory Coast. Mabao mawili yamesalia uh, kwa maana ya kuhusika, inawezekana akatoa assist ama akafunga. Ah uh, hivyo basi. Kwa kujaji kwa kujaji performance ya msimu huu na msimu iliyopita, so far adao magoli mawili, lakini kumbuko kwamba kuna raundi nane Simba hawajacheza. Kwa hiyo katika raundi nane hizi, involvement angalau ya mabao matatu itamfanya kufu, kuvunja rekodi yake ya kuhusika mabao mengi zaidi katika msimu uliopita kwa maana ya msimu huu wa Ivory Coast. Kwa hiyo mpaka sasa hivi yupo katika mazingira mazuri, tukiachana na hili Jean Charles Ahwa sofa tunapozungumza katika orodha ya upachikaji mabao tayari ndiyo kinara. Aliingia katika mechi dhidi dodo ya Dodoma Jiji akiwa na mabao kumi, lakini kufunga mabao mawili tafsiri yake uh, amefikisha jumla ya mabao kumi na mbili. mabao kumi na mbili ambayo amefikisha anafuatiwa na Clement Mzize wa Young Africans ambaye ana mabao kumi. anafuatiwa na Prince Dube wa Young Africans pia ambaye ana mabao kumi. Kwa hiyo hawa ndio nyota watatu vinara kwenye upachikaji wa mabao na ikumbuke kwamba hawa wanatakiwa kukutana wenyewe kwa wenyewe kwenye dabi ya Kariakoo ambayo bado haijapangiwa tarehe husika. Sasa basi tukija katika uh, lile eneo la MVP. Uh, MVP lina sababu za, lina vigezo mbalimbali ambavyo uh, tutakuja kuviangalia, lakini kimsingi uh, so far katika goals involvement, katika kuhusika na upatikanaji wa mabao uh, Jean Chale Ahwa ambaye tunataka hapa Ahwa tayari ameshahusika na mabao kumi na kumi na tisa so far, lakini uh, Prince Dube ana mabao kumi na assisti saba maana yake amehusika kwenye mabao kumi na saba so far. Kwa hiyo hao nyota wawili kwenye, uh, kwenye ile orodha ya goal involvement kule juu wanaonekana kuchuana vikali kwelikweli. Sasa uh, so far Ahwa ameonyesha kiwango kizuri na nyota wengine mbalimbali, si hawa tu, wapo wengine wengi. Lakini ili mchezaji awe MVP, awe mchezaji bora wa msimu, kitu cha kwanza ni performance, alionesha nini? Yes, yeye kama yeye, na hii hapa tumeangalia namba. Lakini inawezekana MVP akashinda tofauti na kuangalia namba. Anaweza akawa goalkeeper kwa mfano, anaweza akawa mlinzi anaweza akawa kiungo wa ulinzi. Imetokea hapa, misimu miwili nyuma ilikuwa ni Yannick Bangala ndo alishinda hiyo tuzo ya MVP. Kama haitoshi uh, tumeona mabeki tena hadi mafullback wa pembeni wakishinda. Juma Abduli, fullback ya kulia imewahi kushinda hiyo tuzo. Fullback ya kushoto kwa maana ya Mohamed Hussein amewahi kushinda hiyo tuzo. Kelvin Yondan, mlinzi wa kati amewahi kushinda hiyo tuzo. Kwa hiyo tuzo ya MVP inategemea na umeperform vipi na kwa asilimia kubwa, na sisitiza ili kwa asilimia kubwa timu yako pia ilifanya nini. Ni ngumu kuwa MVP ikiwa timu yako haikuperform vizuri katika season husika. Na kuperform vizuri kwanza, tunakuangalia ni kuwa bingwa wa ligi husika. Tafsiri yake ni kwamba kama Young Africans watakuwa mabingwa, kwa sababu ndo vinara wa ligi, kama Young Africans watakuwa mabingwa, Uwezekano wa Jean Charles Aouha kwa MVP inawezekana, lakini itakuwa ngumu. Inawezekana, lakini itakuwa ngumu, na kama itatokea Simba wamepata ubingwa, tafsiri yake Jean Charles Aouha kwa takwimu hizi, au kama ataongeza zaidi ya hapa, maana yake ana nafasi ya kupata hiyo nafasi, hiyo ticket ya kuwa MVP. So uh, ni yeye na namna gani ataisaidia timu yake, yeye anaboresha namba zake na namna gani atasaidia timu yake, lakini bado ana kazi kweli kweli, maana uh, tumemzungumzia Prince Dube ambaye amehusika kwenye mabao kumi na saba, lakini yupo Pacom Zuzwa, naye wa Yanga ameshafunga mabao saba na anaasisti mara saba mara saba, saba mara mbili manake ni kumi na nne. Tayari amehusika kwenye mabao kumi na nne, naye anasogea taratibu. Ikumbuko kwamba uh, na Young Africans nao wana michezo kadhaa, yani maana yake ligi bado inaendelea, chochote kinaweza kikatokea kwenye hili eneo. So uh, madhumuni na lengo ni la kuonesha kwa nini mashabiki wa Simba walikuwa, uh, wanaimba MVP. MVP, kama wana majibu mawili tofauti, basi jibu sahihi zaidi ni la msimu uliopita. Huyu ni MVP wa msimu uliopita Hili ndio jibu sahihi ambalo utalitilia tiki, lakini msimu huu wa ishirini na nne ishirini na tano bado ahwa ana kazi ya kufanya ili aweze kuwa MVP. Kwa hiyo MVP ya pili bado haijawa, yani bado haijatimia, kwa sababu resi zinaendelea, chochote kinaweza kikatokea. Clement Mzizi anaweza kufanya kitu, Prince Dube, pako mzuzwa Uh, Desi, of course, kwa mkwalaka inawezekana ikawa ngumu kwa, kwa sababu ya namba ya michezo, sababu MVP pia inategemea umecheza mechi ngapi, sio umecheza mechi chache. Uh, lakini pia kuna nyota wengine kadha wa kadha ambao wameonyesha performance nzuri so far, lakini hiki ndio kitu ambacho kilikuwa kinawafanya mashabiki wa Simba wapate angalau jeuri ya kuimba MVP katika uwanja wa KMC Complex pale Mwenge Dar es Salaam. Mimi ni Hari Mzinga na hii ni Mzinga Sports. Usisahau ku comment, ku subscribe na